Usalama unatarajiwa kuimarika hata zaidi katika eneo la Aldina, eneo bunge la Jomvu, baada ya kufunguliwa kwa kituo kipya cha polisi. Akizungumza katika hafla hiyo, DCC wa Mjomvu, Dolfino Kondo, amewahimiza wakazi kushirikiana na idara ya usalama ili kupunguza magenge ya vijana. Wakati huo huo, amewataka wazazi kuwatunza watoto wao, akisema punde mtoto akishikwa kwa makosa, mzazi pia atachukuliwa hatua. Kwa hiyo yangu ni machache, nikushukuru Aldina jambo, ningependa ni kuomba structures zetu za mashinani, Community policy, nyumba kumi, village elders, tafadhali mfanye kazi kwa ushirikiano wa karibu, ili hii stesheni iweze kuhudumia wananchi vizuri. Jambo lingine ni mambo ya juvenile juvenile gangs. gangs, I I know there is an issue of juvenile gangs, but we we are are on top of it. So mheshimiwa, with the Aldina now being open, I think we are going to tend some of those issues. Na wazazi tukishika mtoto. Tukishika mtoto chini ya miaka 18 na, na wewe pia tutakukamata, tutakupatia sehemu yako. Talk to your children. Kuna uh, watu watatu suu, tayari nimepata hayo majina. Kwa upande wake, mbunge wa Jomvu, Badi Twalib, amewataka maafisa wa usalama waliotumwa kuhudumu katika kituo hicho kuzingatia sheria badala ya kuhangaisha wakazi bali pia amewataka vijana kuzingatia sheria na kupunguza uhalifu katika eneo hilo. Ule utovu wa usalama ambao ulikuwa mwanzo Aldina, hivi sasa imepiga hatua kitambo. Cha kuwa nikiwa mjumbe, singependa wakati wowote police station hii badala ya kuwa huduma Singependa hata dakika moja Police station hii iwe ni kinyanyaso cha vijana wangu ndani ya Aldina hapa. Kituo hiki ili iwe kitatua huduma. Tulitoka kwenye police force, sasa tuko kwenye police service, lakini lazima katika mambo haya machaskuwa nasema vijana, musisumbuliwe, lakini in reciprocation pia nyinyi vijana musivunje sheria, siuu? Twakubaliana. Mimi maneno ambayo nasema Munathibiti kwa sababu Aldina hii kutoka juu mpaka chini, nyinyi vijana nyote, mama zenu wako hapa, ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo muna jukumu la kulinda mama zenu katika maovu yote ambayo tutafanya, muna jukumu la kusaidiana na polisi badala nyinyi kuwa wahalifu hapa. Muwe kazi yenu ni kuzuia wahalifu wa nje wasiingie wa hapa, ili mama yenu wa, mama zenu waishi kwa njia ambayo itakuwa ni sawasawa. Akizungumza katika shule ya Badi Twadi Badi, ameahidi kushughulikia miundo msingi katika shule hiyo, ikiwemo kuongeza kwa madarasa. Tu zimeweza kuprotrude kizungu, zimejitokeza kule juu, ina maana kuna majengo juu, tutatakana tupeleke na kule pia hali kadhalika, na kule pia hali kadhalika. Lakini maadamu nimenunua basi Jovgals Meritini complex, priority yangu ni ya kwanza, ni madarasa niongeze, lakini ile iko kwa mpango wangu Badi Twalib Comprehensive School mpaka ninunulie basi kwa watoto wetu hapa ndani ya hii. Kiripotia Bandari TV kutoka Aldina eneo bunge la Jomvu, mimi ni Ramadhani Yaye. <tune>